Ndugu wanahabari, e, jeshi la polisi mkoa wa Pwani, e, tulipata taarifa ya tukio la mtoto e, mwenye umri kati ya miaka 10 mpaka 12 e, ambaye anaishi eneo la e, Ubena Zomozi, e, katika wilaya ya Chalinze. Tukio hili lilihusisha mtoto huyu kufanywa ukatili na mtu wa karibu ndani ya familia yake. E, miongoni mwa vitu ambavyo vilitendwa ni kukatwa nyeti zake. Lakini e, tukio baada ya kuwa limetokea ulikuwa na usiri ndani ya familia hiyo, lakini ndani ya siku mbili tatu e, kwenye tarehe za mwanzo kati ya tarehe tatu na tarehe tano akapatikana kiongozi wa eneo hilo ambaye yeye alipata taarifa za ndani akaanza kulifuatilia na hatimaye taarifa zikafika ndani ya jeshi la polisi na jeshi la polisi kwa weledi mkubwa kwa kuongozwa na dawati letu la jinsia, wanawake na watoto, ambayo linadili mambo ya ukatili, lakini na usisi CID wa wilaya ya Chalinze walifika nyumbani kwenye familia hiyo, na ni kweli tukio hilo likabainika lilifanyika, lakini mtendaji wa tukio hilo ni mwanafamilia. Lakini kwa bahati mbaya, wakati shughuli hizo zina, zinatendwa na jeshi la polisi katika ufuatiliaji, huyo mwanafamilia ambaye ndiyo e, mhalifu mtuhumiwa, ambaye tunamtuhumu Alishatoweka kwenda eneo ambalo halijulikana. Kwa mpaka sasa hivi, mtoto yule alipata matibabu, anaendelea vizuri, lakini jeshi la polisi linafuatilia kwa karibu sana ili kumpata mtuhumiwa na kumfikisha eh, kwenye vyombo vya sheria. Lakini pia na wanapwani, siku zote huwa tunazungumza eh, tunapozungumza matukio ya ukatili, sisi kama mkoa wa Pwani, tunatoa wito kwa wananchi wote wa Tanzania, lakini na wageni pia kwa sababu mgeni unapokuja nchini unatakiwa kufuata utamaduni wa wenyeji wako. Masuala ya ukatili tulishapiga marufuku, si marufuku kwamba usifanye kwa sababu unamwogopa polisi, marufuku kwa maana ndani ya imani yako, lakini na utamaduni wetu hauruhusu mambo hayo kufanyika. Lakini wananchi baadhi yetu tumekuwa wenye kuficha matukio haya yanapofanyika, ima majumbani au maeneo mengine ambayo ni ya kificho. Kwa hiyo, ninatoa ushauri kwamba tuwe wepesi wa kufichua matukio haya pale yanapofanyika, lakini pia tuwe na uwezo wa kuyakataza na kuyakemea, sisi wenyewe wananchi, katika rembo za familia na wandugu zetu ambao wanafanya matukio haya. Imebainika wako ndugu wa karibu ambao wengi wanawafanyia ukatili watoto, na tumeshazungumza, dunia hii ya sasa hivi tusimwamini mtu yoyote, awe mjomba, awe shangazi, awe nani yoyote, anaweza kumfanyia ukatili mtoto. Kama mnavyofahamu, zamani tulikuwa tuna utamaduni kwamba mgeni anapokuja anakabidhiwa analala na mtoto lakini hivi karibuni tumeshuhudia matukio ya hao ndugu zetu wanawafanyia watoto, kwa ndio maana tunasema matukio ya ukatili yasivumiliwe, yatolewe taarifa, na sisi jeshi la polisi tuko timamu kushirikiana na nyie na kuchukua hatua dhidi yake.